Na nia ni kitendo cha moyo cha kunuia kutenda jambo fulani. Kuna watu wa aina tatu, mmoja ni mwendawazimu, wa pili ni mtu ambaye amezimia, na watatu ni mtu ambaye amelala. Hawa wote watatu wana mfanano katika kuto kutoweka akili yao au kuwa haipo akili <coughs> mwendawazimu yuko wazi kwamba hana akili, na aliyezimia kwa wakati ule kapoteza ufahamu na kujielewa, na aliyelala vilevile. Nini hukumu zao hawa kisheria, wakiwa ndani ya siam? Kwa mfano, wote watatu wametia nia ya siamu. Mtu ambaye anaitwa mwezi mchanga, kwa maana ya kwamba baadhi ya siku yupo na akili yake na baadhi ya siku kadhaa anakuwa hana akili, huyu katiania wakati akili yake ipo, aamke na siam, lakini kabla ya kuchomoza alfajiri akawa tayari ameshatoweka yani, akili yake ishatoweka, haipo tena akili. Hali hiyo ikaendelea mpaka jua likazama, ina maana ya kwamba mchana wa Ramadhani tokeo ulipoanza mpaka umemalizika, akiwa yeye hakuipata akili yake tokea alfajiri ilipochomoza, Alfajru Sadiq, alfajiri ya kweli, nao ndio muda wa mwanzo wa kuanza siamu mpaka jua linazama. Mtu huyu akili haijarudi muda wote huo, yeye ni kichaa au mwenda wazini ingawaje alikuwa na nia ya kufunga na nia hiyo iliwekwa usiku, lakini mchana mzima umemkuta akiwa katika halatul junun. Na mtu mwingine ni mtu ambaye aliweka nia ya kufunga lakini alizimia kabla ya kuanza muda wa siamu, na kusudia kabla ya alfajiri kuingia na kuzimia kukaendelea mpaka jua likazama. Na mtu wa tatu ni mtu ambaye kawa na nia ya siamu, lakini amelala na kulala huko kukaendelea tokea alfajr sadiq mpaka jua likazama. Bila shaka muislamu hatakiwi alale hivyo, kwa sababu kuna mida ya sala inatakiwa amke asali. Lakini tuchukulie kwa mfano ilitokea hali hiyo nadra, si kawaida, labda alichoka sana, ikatokea hali hiyo na akakosa wa kumwamsha, na wako watu wanalala muda mrefu. Hali kama hii ikitokezea, nini hukumu ya kila mmoja kati ya hawa? Tumwanze mwenda wazimu. Mwenda wazimu alikuwa na nia ya siam lakini mchana mzima akawa katika hali ya wazimu. Na kila tukisema mchana, ndugu yangu muislamu, nataka ufahamu hivi kwamba mchana wa Kiislamu unaohusiana na siam unaanzia alfajiru sadiq, wakati ule ambao adhana ya pili ya alfajiri inanyanyuliwa, pale ndo unaanza mchana wa siamu. Asije mtu akafahamu kwamba mchana ni hichi kipande cha muda kilicho kati na kati kile cha mapema hakiitwi mchana, ambacho ni asubuhi, na kile cha jioni iliyopevuka karibu na maghrib hakiitwi mchana. Tusije tukafahamu hivyo. Kila tunaposema mchana wa Ramadhan, huwa tunakusudia ule muda wote ambao mtu anatakiwa afunge, ule ndio unaitwa naharu Ramadhan au naharu siyam. Ukiona watu wa fiqhi wanazungumza mchana katika jambo la siyam na Ramadhan, huwa wanakusudia mchana huo ambao unaanzia alfajr sadiq mpaka ghurubu shams. Mwenda wazimu mchana wote wa siamu umemkuta akiwa na wazimu, mtu huyu hata kama hakula na hakunywa mchana na hakufanya kitendo cha ndoa na hakufanya yale yote anayofunguza, huyu hahisabiki kuwa na siamu, kwa sababu mwenda wazimu hata akifunga funga yake haifai. ili awajibikiwe na siam na ili isihi siam lazima pawe na akili, al-aqlu shartu sihhati walwujub. Akili ni sharti la kusihi ibada na ni sharti la kuwajibika ibada, tofauti na kubaligh. Kubalighe ni sharti la kuwajibika ibada, lakini si kusihi. Ina maana kwamba siamu ya mtoto ina sihi, lakini haiwajibiki. Lakini akili, akili ni shartu sihati wal wujub, ni sharti katika jambo la kusihi na ni sharti katika jambo la kuwajibika. Ina maana asiye na akili hata akifunga haijafaa siamu yake, na tokea hapo hajawajibikiwa na wa na siamu siyam yake sio sahihi. Mtu huyu pengine alifunga ramadhani mosi na ramadhani ya pili na ya tatu. Usiku wa kuamkia ramadhani ya nne akatia nia ya kufunga kabla alfajiri kuingia, wazimu ukaanza ramadhani ya nne ile ambayo ni siku ya nne ya ramadhani, yote mchana mzima ukawa umemkutia akiwa katika hali ya wazimu mpaka magharibi, huyu hata kama kaamka na ule uwazimu wake unamwambia kwamba awe na siamu lakini haito hesabika siamu mbinguni na wala haambiwi ajialipe alipe huyo. Watu wenye ugonjwa wa akili katika baadhi ya siku na baadhi ya siku wakawa hawanao ugonjwa ule, siku ambao ambazo hawana ugonjwa watatakiwa wafanye ibada sala na siyamu. Siku ambazo akili haipo, siyamu atakiwa atakuwa hana na sala hana na, wala sheria haimwambii lipa. Kwa hiyo kama kafunga siku tatu za mwanzo na akili yake walilahi, alhamd tashafunga huyo Siku ya nne, ya tano na ya sita, akili haipo, siamu hadaiwi wala sala hadaiwi. Siku ya saba akili ipo, ya nane, ya tisa na kuendelea, atafunga. Nadhani tushaelewa kwamba mchana mzima wa siam ukimkutia mtu hana akili, siamu yake itakuwa haijafaa na wala hawajibikiwi na siamu ikiwa ni mwenda wazima. Huyu ni mtu wa mwanzo, twende katika hali ya pili, au mtu wa pili ambaye ni almughma alayhi, ni mtu ambaye amezimia. Anaweza mtu akazimia kwa accident, anaweza mtu akazimia kwa maradhi, anaweza mtu akazimia kwa kupigwa rungu la kichwa. Nasalullahi salama wal afia. Hali za kuzimia zinaweza zikasababishwa na sababu tofauti. Huyo ambaye aliyezimia kabla kuzimia kaladaku, ya kuzimia kala daku kashatia nia ya siamu, alafu akazimia mchana kutwa, siamu yake huyu haisihi, kwa sababu kwa muda ambao amezimia hana akili, anakuwa wakati ule kwa sababu umakini haupo na akili haipo, lakini huyu ni tofauti na mwendawazimu. Huyu yalzamuhu lkada ulipa kutamlazimu kwa sababu huyu ni mukallaf mbele ya jumhurul ulama walio wengi katika wanavyoni wanasema, huyu atalipa, ingawaje ni masala ina ikhtilaf. Lakini aliyezimia tofauti na kichaa kabisa, na wala hatusemi kikawaida kwamba huyu ni mwendawazimu. Wakati ule kazimia, tutasema amezimia, lakini ana akili zake tofauti na kichaa au mwendawazimu, anakuwa ndio hana zile akili. Kwa hiyo tushaipata hukumu tofauti katika jambo la kulipa. Jambo la kwamba siam haijasihi kwa wote wawili liko sawa, mwendawazimu na aliyezimia, lakini katika jambo la kulipa ni kwamba aliyezimia atalipa na asiye na akili halipi. Tuje kwa mtu watatu ambaeni annaim annaim, mtu aliyelala, na bila shaka hali ya huyu iko afueni zaidi kuliko mwenda wazimu na kuliko aliyezimia. Huyu idha tasahara wa nawasiyam wa nama min qabli adhani alfajr wa lam yastayqidh illa ba'da ghurubi alshams fa sawmuhu sahih, huyu kajitayarisha na siyam. Tuchukulie mfano kaladaku na kuladaku, kushaonyesha kwamba amekusudia kufunga kwa ufupi kufung. Kaamka na nia ya siyam au kawa na nia ya siyam usiku. Tuje na ibara hii ambayo itakuwa iko iko nzuri zaidi, kawa na nia ya siyam usiku lakini kabla ya mchana wa Ramadhani kuanza, kwa maelezo mengine, kabla ya alfajiri kuingia, kabla ya muda wa adhana ya pili, mtu huyu amelala usingizi, ukamchukua ukaendelea mpaka jua likazama. <coughs> Huyu saumu yake ni sahihi. Huyu sasa, hukumu yake iko kinyume na aliyezimia. Aliyezimia kweli hajala wala hajanywa muda wote wa kuzimia, na usiku alikuwa na nia ya siamu, lakini siamu yake sio sahihi, ye atalipa aliyelala tunasema saumu yake sahih halipi. Kwa hiyo hukumu ya aliyelala muda wote wa siam ni kinyume na hukumu ya aliyezimia muda wote wa siam. Nikisema muda wa siam, na kukusudia muda wa ile siku moja ambayo limetokea tukio hilo. Nini tofauti ya hali iliyopelekea tofauti ya hukumu? Tofauti ya hali baina ya aliyezimia na aliyelala ni kwamba aliyelala, ukimwamsha anamka. Aliyezimia hayuko hivyo. Aliyelala wakati mwingine anakuwa ana, ana umakini fulani wa maisha mengine ya kiroho ya ndoto ambayo sio kawaida ya hali aliyezimia. Aliyezimia huwa amezimika zaidi kuliko aliyelala. Kwa hiyo ukiangalia baina aliyelala na aliyezimia kuna tofauti nyingi. Aliyelala yuko karibu na sahwa, kupata ufahamu wake, pengine sauti tu zinaweza zikamfanya amke au akiamshwa anaamka, lakini aliyezimia yuko tofauti na hivyo. Aliyelala anaweza akawa ana aina nyingine ya uhai wakati ule uhai wa kwenye ndoto ambapo aliyezimia hayuko hivyo. Kwa tofauti hii ya hali, imepelekea tofauti ya hukumu. Hukumu ya siami aliyezimia ni kwamba siamu hiyo haijafaa, na hukumu ya siamu aliyelala ni kwamba siamu yake imefaa. Kwa ufupi, aliyelala huwa ni yuko katika hali hii kwamba, nama hakikatan wa huwa, huwa fi hukmi almustayqiz kiuhakika ni kwamba amelala lakini, uh, naimun haqiqatan mustayqizun hukman ki kihukmu, anahesabika kama yumacho kama tunaye, kwa sababu ni kumwamsha tu na kuweza kujumuika na sisi katika ule umakini wa walio wa macho. Sasa kwa ufupi, hizo ndio hukmu za hawa watu waaina tatu, lakini tumesema hii masala inahusiana kidogo na nia, kwa maana ya kwamba hawa watu watatu tumechukulia wote wametiania basi hukumu za siam zao ni kwamba mmoja tu itafaa siam yake, naye ni aliyelala, tofauti na, na wale wawili hata kama wamelala na siam au wamekuwa na nia ya siam usiku. Tuje katika masala ya ta'yinun niyya kuiainisha nia. Kuiainisha kwanza nia tumesema ni kitendo cha moyoni, na watu wengi hupata maradhi ya waswasa katika jambo la nia. Sheitan huufungua mlango wa waswasi katika jambo la nia na katika maradhi mabaya duniani ni maradhu alwaswasa. Hafidhan Allah wa iyyakum minha, Allah tuhifadhi na maradhi hayo. Na akikutwa nayo mwanamme au mwanamke, maradhi haya yanakuwa sana na yanapea, na baadaye yanaleta madhara, mpaka dini inaweza ikawa ni mzigo kwa mtu mwenye maradhi ya waswasi. Watu wengine si katika upande wa dini tu, hata katika jambo la kawaida la usafi, unaweza ukamkuta mwanamke kila wakati anaosha mikono kwa sabuni alafu anarejea tena anaosha mikono kwa sabuni, mwisho anaichibua mikono yake, mwisho anafanya madonda, lakini bado anaona mikono haijasafi. Kumbe ile ni fikra anaileta Shetani, na akileta fikra ile anampotezea mwanadamu mudi yake. Na wakati mwingine mtu anashindwa kufika msikitini na kufanya ibada kwa sababu ya maradhi hayo waswasa. Allah tuihifadhi afiki, kwa sababu akifika watu watamshangalia na atanyanyua mikono kwa ajili ya takbira mara 15 na zote hizo ataona zijasii udhu wake tu unaweza ukafika saa kasrobo chooni, tu kwa ajili ya kujinadhifisha anaweza akachukua saa kasrobo. Hali kama hizi zinampa mtu uzito, zinampotezea wakati na ni maradhi ambayo anayaleta shetani. Allah tuifadhi nayo. Kwa hiyo katika jambo la nia, pia shetani analichukua kama ni mlango wa kumtilia mtu maradhi haya. Nia, ndugu zangu wa Uislamu, ni kitu chepesi. Nia ni azimio lako ndani ya moyo la kufanya jambo fulani, mpaka wanavioni wakasema kwamba mtu asi asijipe tabu sana katika jambo la nia, kwa sababu kitendo cha mwanadamu cha khiari kikawaida huambatana na nia. Kitendo cha khiari eh? Viko vitendo ambavyo vinaitwa si vya khiari. Kwa mfano, mtu kalala akarusha mguu, kitendo kile si ikhtiari, kwa sababu tu amejirusha, amejikuta amesharusha mguu. Au mtu anatetemeka, ni mwili unaofanya vile na sio utashi wake wakati mwingine mtu hataki kufanya jambo fulani lakini mwili unafanya kile kitendo. Lakini kitendo cha khiari cha kutoka nyumbani akaja msikitini, kaamka usiku kala daku wakati si kawaida yeye kula saa 9 au saa 10 za usiku, ina maana kwamba kula muda ule ni kwa kujitayarisha kwa ajili ya siam na nia ya, ya siam. Mpaka ulama wakafika kusema baadhi yao law kallafana Allah wa amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutaq. Ingekuwa Allah ametukalifisha tuifanye amali bila nia. Akasema fanyeni amali fulani lakini bila kutia nia ingekuwa katukalifisha kisichowezwa. Na katika kaida ya kisheria maulama wanasema kwamba la yukallafu al-insanu ma la yutaq, mwanadamu hakalifishwi yasiyowezwa. Si kawaida mwanadamu kufanya jambo bila nia, bali kawaida yake ni kwamba anapofanya jambo ufanya kwa nia. Na Sheikh Ibn Uthaymeen akafika kusema maneno haya, wa bidhalika naarifu anna ma yahsulu li ba'di nasi min alwaswas na kwa hilo tunajua kwamba kile kinachowatokezea watu baadhi yao katika maradhi ya waswasi, haithu yaqul, kwa namna ambayo mtu anasema ana, maana, wait, mimi sijatiania. Unamkuta mtu sasa ana utata wa siamu yake, anasema, mimi sikutiania jana. Kumbe anakusudia utamkishwa naye akatamka, wakati anayasema hayo anajitambua mpaka kabla ya alfajiri kwamba yeye yumo ndani ya siamu, na pengine kaamka kala daku. Mtu huyu huwa ana wahmu la hakika lahu

Kisha natoka kutoka kwenye mto ule, na naona kwamba sijatahirika, yani lile janaba halijatoka, lakini nimepiga mbizi kwa nia ya kutoa janaba, lakini mbona nikitoka huwa nahisi ndani ya moyo bado sijatahirika, huwa sitahiriki mie. Hebu nipe ufumbuzi wa hili. Ibn Aqil akampa ufumbuzi wa hekima sana, akamwambia: la tusali, wewe usisali hasa toko kusali, sio wajibu kwako. Si unaoga janaba utahirike ili uweze kusali basi hata kusali usisali, wewe huwajibikiwi na sala. Akasema urufi alqalamu an thalatha, watu aina tatu, kalamu zimenyanyuliwa kwao, hazifanyi kazi kwa sababu sala so wajibu kwako wewe vipi, unaenda mto Dijla mto wa Dijla halafu unazamia halafu unatoka una unasema kwamba janaba halijatoka, kwa vyovyote utakuwa akili yako sio sawa. Kwa hiyo kama akili sio sawa, sala ni ya nini? Yule bwana akajikemea akajifahamu kwamba kumbe alikuwa anakwenda siko katika maradhi ya waswasi. Haya ni mambo muhimu sana, muislamu asiufungue mlango wa waswasa. Siku moja Umar alikuwa anapita na mtu mmoja njiani, yakawa maji yamedondoka juu hivi kutoka kwenye kiroshani. Sasa mwenzio alofatana naye akadadisi kutaka kujua ale maji safi au yamebeba najis, ili wasiji wakasali na ngoza najis. Omar akamkataza si dadisi, alafu akamchukua mkono wake akakazana naye kutaka kumwambia halituhusu ili sisi najis mpaka ikuhakikie umepata uhakika wa najis. Usiufungue mlango wa jambo ambalo hujapata uhakika wake. Songa mbele, chukua asili yako ulionayo. Asili wewe ni kutahir, wewe uko sawa. Kwa hiyo mtu atie udhu mara tatu kikawaida, jitihada ya kawaida alafu ajijue tu kwamba mimi mkono wangu ushasafika. Hata kama shetani atakwambia bado bado bado, wewe sema ushasafika, juhudi ya kikawaida umechukua kibinadamu, usimpe nafasi tena shetani ataufungua mlango wa waswasa wa dini, baina al-ifrat wat-tafrit, na dini yetu ipo katikati, baina ya kuvuka mpaka na kufanya kasoro. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoviona visigino vya baadhi ya masahaba viko viwazi havijafikwa na maji, akasema: wailun lil aqabi minan nar, ole wake hivi visigino ole wake kutokana na moto, yani vitakuja unguzwa na moto hivi kwa sababu ya kutosafishwa vizuri. Ina maana kwamba masahaba wakafundishwa wawe makini katika udhu wao na kusudia kueleza hili kwamba tusifanye kasoro, tusiripue udhu, kwa sababu mara nyingi waislamu wanakuwa wanakaa katika tafrit au ifrat katika kufanya kasoro au kuvuka mpaka. Wengine wana maradhi ya waswasa, wanafanya zaidi ya alivyotakiwa, wengine wanafanya kasoro, wanaondoa njiani. Ukati na kati ndio dini, fanya kwa umakini. Lakini akili yako itakwambia kwa mguu nilivouweka na nilivouzungusha chini ya mfereji tayari ushasafika wote, huko sasa kuwa tena uh, haukusafika mpaka ukae nao dakika moja nzima au dakika tatu. Allah hajatukalifisha sisi uzito kama huu kwa hiyo nia lazima mtu atie nia kikawaida katika amali, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Na kwa sababu mtume kasema wa innama likulli mri'in ma nawa, sentensi hii ya pili inamaanisha kwamba mtu inawajibika anuie lile ambalo amelinuia, yani, ainisha na kusudia. Kitu gani unasali raka mbili, basi ndani ya moyo inatakiwa uainishe, isije tu kwa umeingia msikitini ushazoea kusali kila wakati unasali wala hukuainisha ndani ya moyo kwamba hizi sala kwa sababu na uamkia msikiti ni tahiyatul masjid hii. Maana kuna mwingine anaweza akasali, hata isimpitikie akilini wala hana mawazo hayo, kwamba kwa sababu nimeingia msikitini natakiwa watu wasali raka mbili. Yeye kazoea tu kwa nyumbani kashapiga raka mbili mbili mbili, kaenda dukani kapata fursa ya kusali raka mbili, kaja msikitini, yeye anaendeleza tu zile raka zake za kujipendekeza kwa Mola wake. Kama haikupita nia ya tahiyatul masjid, hiyo haitokuwa tahia. Kwa hiyo kuainisha ni kitu muhimu. Sasa katika jambo la siamu za faradhi hizi mtu anatakiwa aainishe, kwa sababu siamu ya fardhi iko ya Ramadhani, iko siamu ya fardhi ya nadhiri, iko siamu ya fardhi ya kafara. Kwa hiyo anatakiwa aainishe ndani ya moyo wake kwamba siamu hii mimi ninayoifanya ni siamu ya Ramadhani hii, au siamu ya kafara hii, au siamu ya nadhiri hii, na kile ambacho kakiainisha ndicho kitachokuwa kwa mfano mtu siku ya thalathini ya, ya Shaaban akakumbuka kwamba anadaiwa siamu moja katika ramadhani iliyopita, akafunga kwa lengo la kulipa. Alipofunga kwa lengo la kulipa, ikimbainikia kwamba kumbe leo ni mosi ya Ramadhani na taarifa zikatoka, haiwezi kugeuka siamu siamu ile ambayo ameinuilia kulipa igeuke kuwa ni siamu ya Ramadhani. Kwa hiyo siamu za faradhi ziko za kafara, kama kafara tuseme ya kuua na kafarati tofauti zimewekewa ibada ya siamu. Siamu kama ni jambo moja wapo kati ya mambo ya kafara, halikadhalika kuna siamu ya Ramadhani, kuna siamu ya nadhiri, hizi zote ni siamu za faradhi. Kwahiyo tu kunuia faradhi ndani ya moyo haijatosha, mpaka uiainishe ndani ya moyo kwamba nainuia faradhi hii ni ya Ramadhani. Bali wanavyoni wanasema atayinu yujizi anil fardhiyya, niyatu tayini, niya ya kuainisha, unapoainisha jambo hilo lishatosheleza. Huhitaji wewe kiulazima kutiania kutuian tena ni faradhi ndani ya moyo wako, sio lazima. Kwa sababu ukinuia kwamba mimi nafunga leo kwa sababu ni Ramadhani, automatically siyamu ya Ramadhani ni faradhi. Kwa hiyo wanaviona nasema si lazima upitishe moyo wako katika moyo wako kwamba hii ni faradhi, lakini ni lazima uipitishe katika moyo wako kwamba hii ni siyamu ya Ramadhani, lakini mimi nafunga kwa. Atayin ni kitu muhimu sana katika nia, kwa sababu nia ya ufaradhi haitoshelezi katika jambo la kuiainisha, lakini kuainisha kutatosheleza. Usimhitajishe mtu kiulazima atienia faradhi. Kwa mfano wewe umekuja hapa katika sala adhuhuri, ya dhuhuri ukatiania tu moyoni kwamba Rabbi nasali kwa ajili yako sala ya dhuhuri, hata hukupitisha kwamba tena nasali faradhi hukupitisha katika moyo wako, lakini shafahamika kwamba sala kwa adhuhuri, ya dhuhuri ni faridha, kwa sababu wewe ulipotiania dhuhuri ulikusudia hiyo yenye raka nne ambayo ni faradhi.

Kama mtu ataamka wakati wa dhuhuri na akili yake imempa kwamba huu ni muda wa alasiri, akatia nia ya salatu la asri, haitakuwa salaini ya dhuhuri, kwa sababu nia ilikwenda kwingine. Na Mtume anasema, wa inna ma likulli mriin manawa, kila mtu atapata kile alichonuiya. Kila alicho, mtu atapata alichonuiya. Kwa hiyo ulichonuiya ndo chako, usichonuiya hakitakuwa chako. Lakini likaja swali, je, ikiwa kuainisha kushatosheleza, si lazima kutia nia ya ufaradhi Ukitia nia kwamba hichi kitu ni fardhi vile vile, na sali ya dhuhuri, ambayo ni fardhi, ndani ya moyo ikapita hivyo, itakuwa inafaa au ni vyema zaidi? Jawabu ni vyema zaidi, kwa sababu unaponuia kwamba, ndani ya moyo, kwamba mimi nasali faradhi hii, kuitikia amri ya Mola wangu aliyenifaradhishia, hiyo inakujenga katika lubudia na utiifu, na kwa sababu faradhi inapendwa zaidi mbele ya Allah kuliko nafli kuliko ibada ya sunna. Kwa hiyo ukapitisha ndani ya moyo wako kwamba ya Rabbi nakufanyia kile ukipendacho zaidi, ambacho ni fard. Hilo litazidi kuikamilisha ile nia ndani ya moyo na kuifanya nia ile iwe imepita mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine wanaona wasipoitamka nia kwa matamshi kwamba siamu haitofaa au sala haitofaa, lakini sivyo hivyo, bali nia ya kimatamshi ina ikhtilafu ya wanavyoni kufaa kwake na kutofaa ingawaje wote wamekubaliana juu ya nia ya moyoni. Sasa ukiacha kimatamshi, ya moyoni wamekubaliana kwamba ndiyo hasa inayotakiwa. Tuchukulie mtu anatamka, lakini akili yake haipo wala hakujua kama kesho Ramadhani, katamkishwa, hayuko makini, yuko kwenye maruerue yake, pengine akili yake haijaja vizuri, katamkishwa, yuko baina usingizi na hali ya kuwa yumacho. Akatamka lakini wala hajui kama kesho mosi Ramadhani na, na hakutia nia ndani ya moyo wake. Akiamka bila ya nia ya siamu haitofaa siamu, kwa sababu moyo ndiyo kiungo cha kufanya ibada ya nia na sio ulimi. Kwa ufupi ni kwamba, ndugu zangu Waislamu, ibada haitafaa bila ya nia, itakapokuwa ni siamu ya faradhi. La, ikiwa ni siamu ya sunna, hiyo insha Allahu tabaraka wa taala tutakuja ieleza kwamba ni lazima uilaze nia usiku au unaweza ukatia nia hata wakati wa mchana. Nia ni lazima lakini tunazungumzia nia lazima iwe usiku. Katika siamu ya suna, au ikikujia tu saa nne za usubuhi na ukajikuta kuwa hujafanya lolote linaloenda kinyume na siamu, ukiamua kutia nia wakati huo itafaa. Hiyo ni masala insha allahu tabaraka wataala itakuja na tutaizungumza biidhnillah tabaraka wataala.